Tanzania yazidi kutetemeka. Wakati baadhi wanamuita jasiri wa kizazi kipya, wengine wanasema alivuka mstari wa sheria. Lakini sasa mamilioni ya Watanzania wanajiuliza ni nani haswa huyu dada anaitwa Niffer Jovins, na kwa nini jina lake limegeuka kuwa ishara ya mapambano, maumivu na matumaini. Leo hapa kwenye Mizuka Media tunakusogezea hadithi kamili kuhusu kesi yake ya uhaini, hadi yule dada aliyeonekana naye kwenye basi la gereza Detha Obven. Usiondoke, maanake hii ni story ambayo Watanzania na dunia nzima inafuatilia kwa makini wakati Tinifu akiwa kwenye wakati mgumu, Watanzania wameonyesha upendo wa hali ya juu. Video tulizozipokea zinaonyesha watu wakimiminika kwenye biashara zake kununua maski ambazo alikuwa akizipromoti kabla ya uchaguzi. Wengine wanasema wanataka kusaidia familia, hasa mama yake ambaye anaugua, kwani Nifa ndiye alikuwa msaada mkuu nyumbani. Tukio hili limeonyesha kitu kimoja, ya kwamba Watanzania hawamsahau mtu wao. Hebu tazama video hii uone jinsi watu wanavyoungana kumsaidia, si kwa maneno bali kwa vitendo. lakini sio Niffer pekee aliyekamatwa. Wakati akipelekwa mahakamani, macho ya Watanzania ya wa yaliona sura nyingine, msichana mdogo mwenye uso wa hofu, lakini pia nguvu. Anaitwa Bernadeta au kama wengi wanavyomfahamu mtandaoni, Detha Obven. Alikuwa miongoni mwa vijana waliokamatwa, akikabiliwa na mashtaka yale yale ya uhaini. Wengi wameshangazwa kuona kijana wa miaka isiyozidi ishirini na tano akiwa kwenye orodha ya washtakiwa wa makosa mazito kama haya. Hii hapa video tuliyoipata siku ile. Maswali yameibuka. Je, yeah, Detha Obven alihusikaje? Sasa kuna hii picha ya huyu binti pia ambaye yeye anaitwa Belnadeta. Instagram anatumia jina delta underscore obven. Yeye pia ni miongoni mwa waliopandishwa kizimbani siku ya jana, na picha yake ndio hii, unaona alivyokuwa anashuka kwenye gari la magereza, au kwenye basi la magereza katika mahakama Kisutu. Na kwenye charge sheet hapa nikiangalia jina lake tunaliona lipo katika ile nyingine yenye watu wengi zaidi. Naona jina lake lipo hapa katika namba sita, akijulikana kwa jina la Belnadeta Leise. Huyu pia sasa picha yake inasambaa mtandaoni, kwa sababu watu ndo wameanza kumfahamu zaidi. Hapa unaona kwamba ni mdogo sana, nadhani ni 20 something au hata 22, 21 hapo ndo umri wake. Huyu pia ni miongoni mwa watu ambao mwa vijana ambao walipandishwa eh, mahakamani jana pale Kisutu Dar es Salaam. So ukipita kwenye ukurasa wake wa Instagram utakutana na comments nyingi sana, baadhi ya watu wakisikitika kwa binti huyu kuweza pia kujikuta matatani katika kesi hii ya uhaini. Wakati wananchi wakiendelea kujiuliza, sauti ya mtu asiyeonekana ilianza kusikika mtandaoni. Chimakeke huyu ni bloga ambaye hajawahi kuonesha uso wake, lakini alidai aliwatahadharisha Watanzania kabla ya uchaguzi. Anasema haya yote ni matokeo ya katiba ambayo haiwaruhusu wananchi kufanya baadhi ya mambo ya kikatiba bila ridhaa ya mamlaka. Hebu tusikiliza alivyozungumza, manake maneno yake yamezua mjadala mkubwa. Wengine wanasema anaongea ukweli, wengine wanasema anachochea. Niwaambia hapa sisehemu itachukua mkachukulia gamasiara kwa sababu mnatumia hisia na sio akili. Niliwambia mkitoka kwenda kuandamana, kitakachotokea utakuwa peke yako. Angalieni kinanifa, mnaona kinanifa nyewe, mnaangalia kwenye mitandao tu, mnaskroll, mnaangalia mataa, pole dada, da da, da, da. Anaumia peke yake. Vijana wote wale wamekamatwa na kesi ya uhaini treason, wanaenda prison Oh, oh, Mama Samia Mama Samia nilikwambia, tatizo sio Mama Samia, tatizo ni katiba. Oh, umekaa hapo oh, utapija nakietu akiyetu niambie article yoyote unayojua katika katiba. Nitajie article yoyote unayojua katika katiba ya Tanzania wewe, una unachokijua. Wewe unajua tu challenge na nyimbo za Diamondi, Zuchu, Harmonize na kina Mario. Article kama sio arobaini na moja, arobaini na sita katika katiba ya Tanzania inakwambia rais akishaapishwa huwezi kumpeleka kotini. Rais akishaapishwa uchaguzi hauwezi kurudiwa. Kwa hiyo mchawi wa Tanzania ni katiba. Hata kaja rais gani bila katiba kubadilika hakuna kitu kitakachobadilika, yaani nothing changes if nothing changes. Kwa hiyo pambanieni katiba, sio chama cha CCM hapo hapo na CCM kuna viongozi wazuri tu ambao wanapambania haki zenu. Niite Chimakeke, sio toka magetoni, sniper spy katai snipe auspikatai, take it or leave it. Imeisha lakini ili kuelewa vizuri, lazima tusikilize upande wa sheria. Mmoja wa wanasheria nchini Tanzania alijaribu kufafanua mashtaka yanayomkabili Niffer Jovins, kuanzia kosa la uhaini hadi uharibifu wa miundombinu. Kwa mujibu wa maelezo yake, kesi kama hizi huchukuliwa moja kwa moja na Mahakama Kuu kwa sababu ni makosa mazito ya kitaifa. Hebu tumsikilize. Manake kwa maelezo hayo inakuwa wazi kuwa safari ya kisheria ya Niffer bado ni ndefu, na macho yote yapo kwake na vijana wengine wengi waliokamatwa. Shtaka la Nifa ambalo ameshtakiwa peke yake. Kwanza ameshtakiwa mashtaka mawili, kula njama ya kutenda uhaini kama shtaka la kwanza kwa shtaka wote 22. Halafu mshtakiwa wa pili mpaka wa 22 wameshtakiwa kosa la uhaini kwa sababu wali pamoja na mambo mengine waliharibu miundombinu, mali ya serikali. Nifa peke yake ameshtakiwa kwa kutenda uhaini kwa sababu kwa mjibu wa hati ya mashtaka aliwahamasisha watu wanunue Ee, barakoa sijui niseme kama neno sahihi, watu wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi. Sio maneno yangu, ndio maelezo ya hati ya mashtaka. Sasa e, mtu yote anaweza akawa na maoni, sasa hata kama sio mwanasheria akawa na maoni iwapo hiyo ni, ni, ni uhaini au la, lakini sasa kwa sababu liko mahakamani Wacha tutachakato a wa mahakamani mahakama itoe majibu kwamba kweli mtu kuwaalika watu wanunue barakoa wa ili kujikinga na mabomu ya machozi e, wakati wa uchaguzi mkuu e, mahati ya mashtaka mimi mambo ya uchaguzi mkuu likepo huko mesi ya lakini, si nasema hati ya mashtaka inataja uchaguzi mkuu, iwapo ni, ni uhaini. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ya Niffer.